Leo nakuja kukuonesha jinsi ya kutengeneza simu iliyozimika ambayo ni Tecno 454. Hii hapa simu yetu haiwaki kabisa. Hiyo hapo haiwaki. Ya kwanza nibadilishe betri. Nione, nitoe, niweke, nione. Naona haiwaki kabisa. Naona haiwaki. Hatua ya kwanza ni kufungua simu yetu, tunaifungua vizuri, kuwa makini kwenye kufungua, maana unaweza ukaharibu vitu vingine, maana unaweza ukapasua kioo, maana unaweza ukaharibu maiki kuwa makini kwenye kufungua. Tukishafungua simu yetu, tatizo sana sana waga liko kwenye IC hiyo kubwa, processor hiyo kubwa. Kwanza hatua ya kwanza ni kutoa hicho kinani, kikapeti au karatasi ya batani ili tuje tupashe moto hiyo nani hiyo ramani tuipashe moto kwa sababu ya hiyo ya hiyo prosesa kubwa. Prosesa kubwa tunaisisimua, mara nyingine waga vinakuwa na ubaridi. Kwa hiyo ikiwa na ubaridi sana, au ikiwa imeingiwa maji waga inapoteza. Kwa hiyo tukipaka mafuta yetu kama hayo, haya mafuta yetu ya simu, na tukapasha tukaipasha kabisa hii inania IC yetu simu waga inazinduka, inawaka vizuri, unaanza kutumia matumizi yako kama kawaida. Kwa hiyo waja, kwanza tuweke nanii mafuta yetu. Haya mafuta yanasaidia kwa ku, kwa kutenganisha zile nanii soda waya au risasi dis, isiweze kushikana kwa ndani uh-huh. Tunaweka blower yetu na kuanza kupasha moto wetu. Mi hapa ninatumia blower ya automatic, lakini wewe ambaye unatumia ya manual unaweza kuseti set, na seti upepo, na seti nani moto wako, ni wewe pasha moto nakisha, na kweli me nani, umeishika ume vizuri. Hiyo IC kubwa hiyo ina shida. Hii IC ndogo hiyo ya size ya sezi ya kati ndogo kitoa, ukitoka kubwa hiyo kubwa hapo, kidogo hiyo ni ya mtandao, hiyo ndogo kabisa hiyo ni ya pawa na yenyewe simu inaweza ikasababisha simu isiweze kuwaka. Ukibadilisha hiyo inaweza isiwake kabisa. Ukimaliza unaweza ukasafisha hayo mafuta tuliyoyaweka ukayatoa lakini simu yako ikiwa imeshapoa poa, usubirie simu yako ipoe, huje usafishe vizuri mafuta yako uyatoe, na usafishe hapo kwenye batani, ili uje utesti vizuri hapo. Tunakuja kutesti kama simu yetu imepona. ya kwanza ni washe nione kama simu imepona. Ehe, unaona umesha waka vizuri simu yetu sapu. Kinachofata ni kuifunga na kuendelea kuendeleza kutumia simu yako tu vizuri. Kama we ni fundi, hapo unakuwa umeshapata hela yako, mteja anakuwa ameshafurahi fulahi, kufungafunga simu yake na kumpatia simu yake naona nafungafunga simu yako, nakuweka beti tena kuitesti, kama bado inawaka. Naona, naona simu ilivyowaka vizuri. Asante kwa kuangalia video hii, usisahau kusubscribe na kucomment na kulike pia, ili mafunzo yetu hue nayapata kwa muda.